Mimi naitwa Wakili Kenneth Mlawa Diwani wa Gongo la Mboto. Jukumu langu kubwa ni kuwatetea wananchi. Ninawaomba sana. ninawaomba sana, ili tuweze kwenda kwa mkakati mzuri na ili tuweze kupata kitu tunayodai, ni lazima tuwe na utaratibu. Ni vyema tukawa na utaratibu Unajua, tukienda kudai haki kwa vurugu, ile haki tunayodai ni kama kipimo cha utu kwetu. Nimechukua swala la mikataba, nimechukua swala la ongezeko la mishahara, nimechukua uh, hayo ndio mawili makubwa. Sawa sawa, wafanyakazi wa Namera, ninawaomba tuteue watu watatu hapa wa kutusemea kwa niaba yetu, kwa sababu hatuwezi kuenda kuomba haki yetu wote kwa pamoja, na ndiyo maana serikali kaeka utaratibu na hapa tushka watu watatu mnaoamini nyinyi ambayo tena kuwasemea halafu tena mimi nitakuja kuongea nii kama kwa pamoja. Mimi jina langu naitwa Yuji Niorafu, ni mfanyakazi wa Namera Group of Industries. Sisi tuna kelele yetu ongezeko ambalo waziri ametangaza kwamba ni laki tatu na elfu hamsini na nane sisi hapa tunaambiwa kwamba Ameomba a, kuna barua zimetoka kutoka se, Wizara ya Serikali kwamba alipe shilingi laki mbili. Sasa sisi tunataka ufafanuzi, hiyo ni kweli? Kwa sababu zile eh, vielelezo ambavyo vimetoka serikalini zile barua tumeziangalia hazina muhuri wowote zile. Sisi tunapata uthibitisho gani kama kweli zimetoka serikalini wakati hazina muhuri wowote? shauri Charles Kajana Ruvi, hii e, kazi tulionayo ndiyo tunayotegemea. Mwaka 2022 uliongezeka mshahara laki mbili elfu sabini na tano. Lakini katika hicho kiwango kukipata kikaongezewa laki moja na nusu, lakini zingine zingine hazijulikani zimeenda wapi? Na kuanzia hapo watu wanazungusha zungushwa. Leo tumekuja hapa kutafuta haki yetu. Watu wanatuambia anayetaka kuingia kazini aingie, anataka kuacha kazi, aache kazi. Sasa Mheshimiwa diwani wewe uko hapa. Unavyosema kesho njoo huko kazini, sisi hatujui kuna uhakika gani kwamba ukiingia kazini huko utakubalianaje na hao watu. Tulikuwa tunahitaji swali hili tu kwamba kwa sababu wote waliopo hao ni wananchi wako. Watu tunataka laki tatu na elfu hamsini na nane kwa sababu tunategemea watu na familia. Sisi tunapambana kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye au tunaotaka ni kwa ajili ya hao watu hawa. Kama hataki aseme, zipi sio kutumia nguvu, huyo anatumia nguvu. Jina langu naitwa John Emmanuel, ni mkazi wa Gongolamboto, ni mfanyakazi wa Namera Group Limited, na kama mnavyoona, ila cha msingi zaidi tunacholalamika ni kwamba ongezeko la mshahara lililoongezwa ndani ya serikali yetu hatujaliona hapa, tunalipwa laki na nusu mpaka sasa hivi sasa tunaomba ndo tambue ongezeko la mshahara kwa mtu anayochukua laki na nusu natakiwa achukue shilingi ngapi? Hiyo jambo la msingi. Kwa majina mimi naitwa Sheikh Muhammad Abdallah Mawinda, makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani, mkoa wa Dar es Salaam. Shida ni kwamba kulikuwa na malalamiko ya wafanyakazi hapa kwamba hichi kima cha chini cha mshahara kilichotangazwa wao walikuwa wanaona hawalipwi na ambapo ilistahili walipwe. Sasa shida ikaja kwenye kiwango gani cha amaunti wanatakiwa walipwe. Kabla ya hapo walikuwa wanalipwa takriban laki moja na nusu, lakini baada ya hili jambo ikaja kuonekana kwamba wao walikuwa wanadai laki tatu na elfu hamsini na nane, kwa madai kwamba hiko ndo kima cha chini. Kumbe kuja kwa uongozi tukapewa na uthibitisho kwamba kimsingi tangazo linalowahusu wao wawa, watu wa viwanda wanatakiwa walipe laki mbili. Sasa hii sintofahamu na ukosefu wa taarifa ikapelekea shida na kelele. Kwa kazi yetu ikawa kuwafikishia wao taarifa sahihi ambazo walikuwa hawazipati na uongozi kile amba ambapo ndio sawa sawa, lakini bahati mbaya tena walivopelekewa wafanyakazi abari ya, ya laki mbili, wanasema hapana, kiwango hapa ni lakitatu na elfu hamsina nane. Hiyo huku kwenye see, uongozi wanatangazwa la serikali kule kwa wafanyakazi wana tangazo la serikali lakini kwa, kwa, kwa general. Hawa wana tangazo la serikali ambalo limefafanua kila mtu na sehemu yake. Sasa hapo kuna kwasiusi ntofahamu ambayo kimsingi sasa inahitaji watu ambao wow, wow, wao hawa wa watawaamini zaidi kutoka serikalini ili waje kuwawekea sawa kwamba hapa ni laki mbili au laki tatu na hamsini na nane. Lakini kilichokuwepo ni kwamba madai ya uongozi hapa, hoja ni laki mbili, kwa sababu industry, watu wa viwanda, huo ndio ndo weji yao ambao ndo mshahara wao. Lakini wale kule, wao kwa uelewa wao, na binadamu ameumbwa uh, kupenda mali Eh, hakuna ambaye anachukia kupata wao wameichukua general ile laki tatu na hamsini na nane na wanachukulia ndio ile ile, wangependa wapewe ile laki tatu na hamsini na nane. Huyu mwajiri anasema hiyo haipo kwa sababu utaratibu hausemi hivyo, ni laki mbili na ndivyo iko hivyo. Sasa tumewaacha hapa njiani katikati hapa kila mtu akajiridhishe, tumewaambia wenzetu wale wanaodai laki tatu na hamsini na nane wawatafute viongozi wanawu, wanaoweza kuwashibisha kwamba ni kweli wanadai laki tatu na hamsini na nane lakini kama watakuwa wameridhika na wakakubali hiyo ya, ya, ya laki mbili wanaweza kuja hata kesho kuendelea na kazi ili maisha yaendelee. Kwa kifupi, mwajiri yuko tayari watu wake waendelee kufanya kazi kama kawaida, ila mshahara ni laki mbili, wakati huu anaendelea na exemption zake ambazo ameomba hapa na pale serikalini. Hawa raia nao tumewaambia, wafanya kazi wakiona hiyo iko sawa, warudi kazini, wakiona bado wanashida, waendelee kutafuta haki yao mpaka utaratibu utakavyokuja kueleza kile ambacho wao wataridhika navyo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa.